Kazini na kukuja yeah. Na tuletee vitu ya hapa agea Kiambu yeah. Waliekankaodokaneni asikirizani yeah. Na mambo kidogo sana yeah. Sisi kama wana Kiambu Rais yeah. Eh, mimi nasemea hapa mbele yako, sisi tumesema na gavana Wamangi alianzilisha kutoka mwaka wa 2025 mpaka 2027, hatuna mambo ya siasa, tunataka mambo ya maendeleo yeah. kutoka nyumbani kwao. Hatuna tarehe. Tumesema hapa hiki ya mtu nataka maendeleo peke yake. Ni Sasa hapa Rais hiyo soko yenye umejenga iko na wamama zaidi ya wamama 1600. Wamama wa mama wa mama wenye wamepata nafasi sasa watakuwa wamama za wa, mia nane. Wale wengine mia nane bado wanagojea. Ile tutakuomba ni kwamba hiyo soko phase 2 tuikimbize. Pili, ya Excellence, hii Githunguri yetu, hata kama tumepata yu contractor amekuja amefikisha barabara hapa, ueoma ujege kwa hii Githunguri ndani, kwa hii mitaa yote ukipita ni matope katikati ya hii maduka huyu, mwambie kwa vile ni wa national government atuwekea lami huku ndani ya hii town yetu ya Githunguri. Your Excellency, uh, niseme kwa vile umesema mtu mwenye hafanyi kazi ataenda nyumbani mwaka wa 2027. Ni muungizo wanaongi na vile tumekuwa na nyingi sasa miaka mbili na mumeona kazi yangu, yeah. <coughs>